Tanzania ni yetu. Amani kwanza. Dini Amani kwanza. Tanzania ni yetu. Dini mbalimbali Upendo, Dini na amani. Uh, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii pia ya pekee kuwa pamoja nanyi na hasa kuwaona wazalendo wa Tanzania ambao wameamua kujitolea maisha yao kutembea kwa ajili ya kuhamasisha amani katika nchi yetu. Natoa shukurani sana mbele za Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu kwani wazalendo au watu wenye moyo kama ninyi ni wachache. Nachukua nafasi hii kuhipo, kuipongeza JMAT, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, kwa namna ambavyo uh, wameandaa matembezi haya na nichukue nafasi hii pia kumpongeza Shaarhadi Dk Musa Salum kwa namna ambavyo yeye pia Ha, ameongoza eh, mapambano haya ya kuhakikisha amani inaendelea katika nchi yetu. Nampongeza yeye pamoja na katibu mkuu na kamati yote ya, ya kamati kuu, halmashauri kuu ambao wameweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha matembezi yanafanyika eh, kutoka Dar es Salaam kuja hapa Dodoma. Kwa lengo tu la kuhamasisha amani. Kauli mbiu ni kwamba uchaguzi unaokuja, kwanza amani itangulie na mambo mengine yaendelee. Tanzania kwanza, mengine yanafuata. Na, na mimi nichukue nafasi hii kuwazi kuwaambia Watanzania wenzangu, huku ni kuwapongeza ninyi ambao mmejitolea kutembea. Nawapongeza sana sana sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwaambia Watanzania, amani ndio msingi wa maendeleo ya taifa lolote lile. Huwezi kufanya chochote bila amani, huwezi kusoma bila amani, huwezi kula bila amani, huwezi kutembea bila amani, huwezi kufunga ndoa bila amani. Amani ndio kila kitu. Na mimi niwaambie Watanzania kwamba sumu huwa haionjwi. Maana yake ukionja sumu unajiandaa kufa, na mi nataka niseme ukiharibu amani ni kama unaonja sumu. Watanzania sisi hatujazoea vurugu, hatujazoea vita, hatujazoea matatizo mbalimbali katika maisha yetu. Tumezoea kuwa na amani na mshikamano na upendo hii imetusaidia sana sana, na ndio maana nchi zinazotuzunguka zinajua, Afrika inajua kwamba Tanzania ni nchi ya amani na utulivu. Sio amani tu, amani na utulivu. Kila Mtanzania anafanya shughuli zake bila ya tatizo lolote. Kwa hiyo jamani, Watanzania, tusijaribu kuharibu hii amani. Ukiharibu ni kama mtu aliyesema, naomba nionje hiyo sumu ina ladha gani? Ukitaka kuionja hiyo sumu ina ladha gani, sasa hivi tutaku, tutakupeleka hospitali. Maana yake unatafuta mauti. Tukivuruga amani, hatutakuwa tena na Tanzania hii tunayoiona. Maana kuna watu walishaivuruga, wanatafuta kuirudisha, haiwezekani tena. Ndio maana JMAT imeweka utaratibu wa kutembea kuwahamasisha Watanzania wajue umuhimu wa hii amani tuliyo nayo. Hujitolea kilomita 452 sio kitu rahisi kutembea, lakini watu wamejitolea katika kuwaonyesha Watanzania kwamba tunahitaji kushikamana, tunahitaji kuwa wamoja, chochote kisitugawe, chochote kisivuruge amani na utulivu eh? Uchaguzi utapita, lakini Tanzania itakuwepo. Eh, sasa ni muhimu sana kufanya hivyo, kushikamana na kuwa kitu kimoja. Nami niseme tu ndugu eh, wa, nini, watembeaji ni moyo wa pekee, na kwanza mnaandika historia katika maisha yenu kwamba mmeamua kujitolea maisha yenu kwa ajili ya taifa hili kama ambavyo wenzetu mwaka sabini na nane walivyojitolea kwa ajili ya kuokoa nchi hii wakati wa vita vya nduli Idi Amini. Kwa hiyo na nyinyi tunaonyesha uzalendo huu, tunawapongeza sana, na si mimi tu, na wale walioko Dar es Salaam na mikoa mingine ambao wamejitolea kuhakikisha uh, wanatembea katika kuunga mkono eh, juhudi za serikali katika kuhifadhi amani na utulivu. Maana hapa tunaunga mkono juhudi za serikali. Serikali imeshajipambanua kwa muda mrefu kwamba wanahitaji nchi hii iwe na amani na utulivu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, na sisi tunaiunga mkono yenyewe kwamba mna, mnachokisema na sisi tunasema hivyo kwamba sisi kama watanzania wapiga kura tunasema tunataka amani, hatuhitaji vurugu ya aina yoyote, tunahitaji mshikamano na upendo na amani. Baada ya hapa uchaguzi utaisha, utaendelea na shughuli zetu. Niwashukuru sana na niwatakie safari nzuri njema ya, ya, ya mafanikio. Na sisi tuko tayari, watu wa Dodoma tuko tayari, kuwapokea tuko tayari. Kama mwenyekiti wa jumuiya jumu ya maridhiano eh, mkoa wa Dodoma, niko tayari pamoja na kamati yangu ya mkoa na wilaya kwa ujumla, tumejiandaa kuwapokea bila wasiwasi wowote wa, tunawakaribisha sana, asanteni sana, okay.